Haya yalipokuwa yakijiri, asilimia hamsini na saba ya Wakenya wanasema kuwa taifa linaelekea pabaya huku asilimia kumi na saba wakiridhishwa na mwelekeo wa taifa. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrak unaosema kuwa Wakenya wengi wanalalamikia gharama ya juu ya maisha na ukosefu wa ajira ambao umesababishwa na utawala mbaya. Marian Nyambura anaarifu. Utafiti wa hivi punde wa InfoTrack uliotolewa hii leo unaonyesha kuwa asilimia 57 ya Wakenya wanaamini kuwa mwelekeo wa taifa asio kufaa, asilimia 17 wakiridhishwa na jinsi taifa linaongozwa. Utafiti huu ulifanywa mwezi Agosti mwaka huu ukihusisha Wakenya 24 kote nchini50 optimistic about the country. Kwa mujibu wa utafiti huu, asilimia sitini na sita ya wakenya wanaamini kuwa gharama ya juu ya maisha imechangia pakubwa hali hii, asilimia thelathini ya wakenya wakiamini kuwa ukosefu wa ajira ni miongoni mwa sababu zinazochangia, huku asilimia kumi na tano ya wakenya wakiamini kuwa hali hii inachangiwa na utawala mbaya.

Gharama ya juu ya elimu imejitokeza kama sababu kuu katika uchaguzi wa mwaka 2025, ikizidi maswala ya afya. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.